Katika kitongoji cha Lugubu Kusini, kijiji na kata ya Lugubu, Tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina ya Kang'wa Tugu Mahigi, ana umri wa miaka ishirini na tano, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Lugubu Kusini, pamoja na watoto wake wanne ambao walitambulika kwa majina ya Sengi James, mwenye umri wa miaka nane, Simon James, mwenye umri wa miaka sita Elisha James miaka mitatu na Kashinje James mwenye umri wa miezi saba wote walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake, ambapo marehemu alikuwa ni mke mkubwa na m, m, kulikuwa na mke mdogo pia, na chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama hapati huduma sawa pamoja na mke mdogo, na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo, na yeye kuona zile huduma asipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kumvizia mume wake akiwa amekwenda shambani na kisha akanunua pakiti ya sumu ya kurogea, na kurogea kwenye kikombe cha plastiki na alionyesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe Nyumbani kwa marehemu kulikutwa pakiti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Mili ya marehemu ilihifadhiwa kwenye mochwari ya hospitali ya wilaya Igunga kwa ajili ya uchunguzi, na baada ya uchunguzi imekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kihalifu na lisilo na utu, lililoangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa, na pia linaondoa nafasi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli hakuna mazingira yanayohalalisha kuumiza wengine kwa sababu ya hasira, wivu au maumivu binafsi. Jeshi la Polisi mkoa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito, pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia, kutumia mamlaka mbalimbali, wakiwepo viongozi wa dini, serikali, na sisi jeshi la polisi tunalo dawati ambalo linashughulikia masuala ya jinsia pamoja na watoto, ili kuweza kupata ufumbuzi wa migogoro mbalimbali. Alikuwa akiishi yeye pamoja na watoto wake na mume wake, ambaye kuna siku ambazo alikuwa analala kwa mke mkubwa, na siku nyingine alikuwa anakwenda kwa mke mdogo. Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio hili. Jamii iendelee kushirikisha viongozi. Migogoro ya aina mbalimbali kwenye familia inaendelea kujitokeza, na pale inapojitokeza viongozi wa dini wapo kwa ajili ya kutusaidia. Viongozi wa serikali, wenyeviti wa vitongoji, wenyeviti wa mitaa pamoja na maafisa watendaji wapo kwa ajili ya kushughulikia changamoto mbalimbali. Na sisi jeshi la polisi tunao askari kata ambao wako kwenye kata zote katika mkoa wetu, pamoja na kuzuia uhalifu kwenye makosa mengine, lakini ni kusaidia utatuzi wa migogoro mbalimbali. Na dawati letu linafanya kazi na lipo kwenye wilaya zote. Lengo ni kuhakikisha kwamba migogoro inatatuliwa wananchi na familia zinaishi kwa amani. Ikitokea kuna mgogoro kwenye jamii au familia, ni vizuri kufika kwenye sehemu ambapo wanaweza ukapata suluhisho, kwa mfano jeshi la polisi, dawati la jinsia, au kufika kwenye viongozi wa dini. Tuna dini mbili tofauti, tuna madhehebu ya dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Kwa hiyo, panapotokea mtafaruko, ni vyema kufika katika uongozi wa dini ili kupata suluhisho. Au kama dini yetu ya Kiislamu, kuna kuwa na ndoa mbili, labda mke mkubwa, mke mdogo unakuta mume anapendelea mke mkubwa ku... Inapotokea migogoro kama hiyo, wafike kwa viongozi wa dini ili waweze kupata ushauri kwamba ukiwa na wake wawili, nini kifanyike, pawe na usawa kati ya mke mkubwa na mke mdogo. Au kama ikitokea kuna mtafaruko wa mahusiano, ni vyema muachane kwa amani, kila mtu aendelee na maisha yake. Unaweza kama unaepuka usionani na mtu, ni bora uhame sehemu, amini hata mkoa mwingine au sehemu nyingine, ili kuepuka ku kuonana na kuleta binadamu. Tuna jazba, tuna asili kwamba nikionana na mtu fulani aisha kunikwaza, kwa hiyo inabidi hata uhami ile eneo ile kuepusha mtafaruku. Kwa mimi na ushauri kwa upande wangu ni vyema kukaa kwa amani, kuliko kuepuka zile kujiua, kunywa sumu. Binadamu tunatakiwa tuishi, tufanye maendeleo kwa ajili ya nchi yetu na jamii yetu pia.